Yes, klabu ya soka e, ya Simba Msimbazi inakumbwa na sintofahamu mkubwa e, kufuatia kuchelewa kusaini kwa mkataba mpya na beki wake tegemeo e, kwa jina la Zimbwe Juni ambaye hadi sasa hajaweka sahihi yake licha ya, ya mazungumzo ya muda mrefu kuhusiana na kuongezwa kwa mkataba e, wake ambapo ndugu msikilizaji, kama ni mara yako ya kwanza unakutana nasi e, basi unapaswa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe, alama nyekundu bonyeza alama ykigai takaojitokeza, na hapo utakuwa wa kwanza kupokea habari zetu pale punde tu tunazoweka katika mtandao huu wa waubo. Chanzo cha karibu na mchezaji huyo kimedokezwa kwa sababu kuu ya kucheleshwa huko ni madai ki ya kifedha yanayotolewa e, na wakala e, wa Zimbwe, ambapo inadaiwa kuwa wakala huyo anadai kiasi kikubwa cha fedha, ambapo anasema ni stahiki yake ya kutokana na ongezeko la mkataba aliyopata maarufu kama agent fee, ambapo hadi sasa Simba SC haijalipa fedha hiyo, ambapo ni fedha ya agent fee yale ambayo ya inazua hatua zote za kusaini mkataba mpya e, wa beki wa ushoto ya Simba e, Sizimbo Junior, ambapo kwa mujibu wa taarifa hizo, wakala huyo amechukua msimamo mkali na kutomruhusu mlinzi huyo wakati kusaini mkataba mwingine wote dhidi e, ya Simba hadi pale madai yake atakapotekelezwa kikamilifu, ambapo anaamini kuwa klabu inapaswa kulipa kwanza e, kabla ya kuendelea na hatua nyingine zozote, jambo ambalo linatishia mustakabali wazimu ndani ya kikosi hicho maarufu nchini, ambapo kudokeza kidogo kwamba klabu ya soka ya Yanga pia tayari ilikwisha kutuma mara kadhaa, e, kutaka huduma ya Zimbo Junior, e, na ilituma bidhaa katika klabu ya soka ya Simba, e, na Simba iliendelea kukataa bidhaa hiyo na wenda, e, mwaka huu ikatimia kwa kuwa klabu ya soka ya Simba mpaka sasa, e, e, hajafanya chochote kuhusu mkataba wa Zimbo Junior, e, na mpaka sasa, e, Zimbo Junior hajasaini e, e, mkataba wowote ambapo Zimbe ambaye amekuwa miongoni na wachezaji muhimu katika safu ya ulizi ya Simba SC alionyesha kiwango cha juu sana msimu uliopita na kusaidia katika timu hiyo ya kushinda mchezo baadhi muhimu ya ligi na mashindano ya kimataifa, mtu kutokuwepo kwake katika kasi hiyo, endapo ataondoka au kuamua kutohusiana tena na klabu hiyo e, tunaweza kuathiri uimara wa safu ya ulizi e, ya timu hiyo ya bwana Msimbazi, ambapo mashabiki wa Simba wameanza kuonyesha wasiwasi wao kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakilaumu uongozi kwa kushindwa eh, kutimiza majukumu yake ya kifedha kwa wakati, ambapo wengine wamejitokeza kumleta mchezaji huyo wakisema kwamba ana haki ya kutulazimishwa kwa sehemu ikiwa badala ya wakala wake hajashughulika eh, na chochote alapo hadi sasa viongozi wa klabu ya soka ya wana Msimbazi haijatoa taarifa yoyote rasmi kuhusiana na sakata hilo la laromusu zingo jula kuwa baadhi ya viongozi wa klabu wamekuwa wakijaribu kupunguza hofu kwa kusema kuwa mazungumzo bado yanaendelea na ya mwelekeo ni mzuri.